Katika taifa ya habari inalangu ni Rose Mese. Jeshi la zimamoto mkoani Iringa limetoa elimu kwa wakazi wa kata ya Kihesa mkoani humo kuhusu njia za kujilinda na majanga ya moto. Mwanahabari wetu Jones Chanda anatujuza zaidi. Kamanda wa jeshi la uokoaji Adolf Kamea ametoa elimu kwa wafanyabiashara wa soko la Kihesa namna ya kujiokoa pindi inapotokea ajali ya moto. Kamanda huyo amewaambia kuwa pindi inapotokea ajali ya moto ni wanapaswa kupiga simu ya kuomba msaada kutoka jeshi la uokoaji kwa mawasiliano ya namba moja moja nne. Aidha, ameeleza aina mbalimbali za gesi za kuzima moto. Kauli mbiu ya jeshi la zimamoto na uokoaji ni kuokoa maisha pamoja na mali. Sisi tukafika eneo la tukio, kuna watu wamekwama, wame kwenye jengo ambalo linawaka moto, tukaanza na kuokoa mali, lazima tuanze na maisha ya watu. Tukimaliza tunaingia kwenye kuokoa mali zenu, sawa. Kuna mioto ya aina nyingi, si ndio? Eh, kuna mioto daraja, kuna mioto aina kama tano hivi. Kuna moto daraja A, moto daraja B, moto daraja C, moto daraja D na moto daraja K ama F na sio kila aina ya moto unaruhusiwa kutumia maji. Tunaona wana na wananchi wa Iringa, e, ukiona jiko lako la gesi limewaka, usikimbie kuchukua maji kuzima. Moto wa gesi hauzima kutumia maji, watunashauri uwe na, na fire extinguisher aina ya carbon dioxide. Ukiwa nayo, ukiona moto wa gesi umetokea, chukua kifaa zima na kama kifaa hicho hauna basi tumia fire blanket. Nao baadhi ya viongozi akiwemo mwenyekiti wa mtaa wa Kihesa wameeleza umuhimu wa elimu walioipata na namna itakavyowasaidia katika kujikinga dhidi ya ajali ya moto. Basi, na elimu mliyopata mkaifanyie kazi kwa ajili ya msaada wetu wenyewe, sehemu za majumbani, sehemu za biashara. Huwa kila mwaka anapita kutoa elimu na mnakumbuka kama majanga ambayo tunapata na soko letu iliwahi kupata janga zimamoto wakatusaidia. Kwa hiyo tunaomba tuendelee kushirikiana nao vizuri na kwa upande wa wafanyabiashara kutoka soko hilo, wameeleza namna elimu hiyo itakavyowanufaisha pindi inapotokea ajali ya moto katika mazingira ya nyumbani na kazini. Kwa kweli nimepata faida kubwa sana kuhusu suala la moto, kwa sababu kwanza nilikuwa sielewi kama uwezo wa kupika na gesi alafu ukaweka na kigai chenye moto, kwamba kinaweza kuleta hatari. Kwa hilo nimelipata faida kubwa sana, hata namna ya uzimishaji moto wametuelimisha vizuri, kwa sababu tulikuwa hatuelewi. Pia wameomba jeshi la zimamoto na uokoaji, wanapopokea taarifa ya ajali kufika mapema eneo la tukio. Yaani, ninachowaambia hao askari, tunawashukuru kwa kuendelea kutupa hii elimu, lakini vilevile tunaomba waendelee kuwa jirani sana na sisi wananchi, pale tunapopiga simu waweze kutusaidia mapema. Na tumetoka kuwasikia wafanyabiashara mbalimbali kutoka soko kuu la Kihesa, ambapo wameeleza elimu walioipata kutoka kwa jeshi la zimamoto na uokoaji. Kutoka hapa soko kuu la Kihesa, mimi ni Jonas Chanda wa UoI. Rudi yako wapya wa Chama cha Uandishi wa Habari Chuo Kikuu cha Iringa wameapishwa rasmi kwa ajili ya kuanza majukumu yao kwa mwaka wa masomo 2025 2026. Mwanahabari wetu Sofia Moses akiwa viunga vya chuo kikuu cha Iringa anatujuza zaidi. Viongozi hao waliapishwa jana Jumatatu jioni katika ukumbi wa Newsroom chuoni hapo, mbele ya mwanasheria pamoja na baadhi ya wajumbe kutoka madarasa mbalimbali waliowakilisha wanafunzi wengine wa kitivo cha uandishi wa habari chuoni hapo.

So help me God. Uongozi mpya wa Press Club chini ya mwenyekiti Jumanne Burari wameapishwa leo siku ya Jumatatu ndani ya newsroom. Nikiripoti kutokea hapa nje ya newsroom ni mimi Sophia Moses wa UoI. Taarifa yake Sofia Moses. Inatukamishia habari za kitaifa, na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo unaoletwa kwako na Kalimu Yasini. Mtazamaji wa UoI Digital. Karibu kwenye kipengele adhimu cha msamiati wa Kiswahili. Siku nyingine tena leo tunaenda kuongea kuhusiana na msamiati wa leo. Msamiati wa leo ni Mbezi. Je, yeah, unafahamu maana halisi ya neno Mbezi au Mbezi unafikiri ni eneo tu ambalo liko Dar es Salaam au lina maana yake? Karibu tukatazama na kutuelezea wao wanafahamu nini juu ya msamiati huu Mbezi. Msamiati tunasema Mbezi. Au neno Mbezi. Neno mbezi.

Naam, tumeweza kuwatazama wanafunzi wa chuo cha Iringa wakijaribu kutuelezea wao wanafahamu nini hasa juu ya msamiati mbezi. Tumeweza kutizama wameshindwa kuelewa eh, maana halisi ya neno mbezi. Mbezi ni neno ambalo linapatikana Dar es Salaam, lakini tumejaribu kuwaambia, wanafahamu nini juu ya msamiati huu mbezi. Wengi wameshindwa kuelewa. Nataka nikwambie kwamba mbezi tafasili yake ni ile hali au kitendo cha mtu eh, kujivunia au kutamba na kitu fulani. Hiyo hali tunaita mbezi. Mfano, Eh, kama mtu ana hela basi anatamba na zile hela zake, tunasema mtu huyo ana tabia ya mbezi. Na mi nakuacha ni sentensi isemao kwamba sili ya bana ana tabia ya umbezi. Na mwengini naitwa Karim ya Yasin, UoI Digital, tutovanike kidigitali. Nami nakuacha na sentensi inayosema Joni ana tabia ya mbezi. Sijajua we mtazamaji kama una tabia ya mbezi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ni kushukuru kwa kuandamana nasi mwanzo hadi mwisho wa taarifa hii ya habari. Tukutane tena kesho panapo majaliwa. Ulikuwa nami Rose Micel. Asante na kwaheri.